Kundi kubwa ambalo linapitia changamoto ni kuanzia umri wa miaka uh, ishirini mpaka hamsini tuseme hapo, kwa sababu ukiangalia ni kundi ambalo uh, uhitaji katika maisha ni mkubwa. Jamii yetu bado haina uelewa wa kutosha kuhusu changamoto za afya ya akili, lakini uh, ile ule unyanyapaa uliopo kwenye jamii kwa asilimia kubwa inawafanya watu pia wasifike kupata huduma na huku kuchelewa kupata huduma. Kwa hiyo unakuta mtu mpaka anafika mahali anafungwa kamba, wakati angeweza kujitambua mapema akasema ah, kwa hali hii au changamoto hii ninayopitia nahitaji kumwona msaikolojia akapata huduma mapema. Kwa maana hiyo hata anavyo Uh, kuja hospitali tayari anakuwa kwenye hali hali ya ugonjwa. Magonjwa ya akili yamekuwa yakihusishwa kama magonjwa ya aibu, wakati mwingine yamehusishwa na imani za kishirikina. Kwa hivyo jamii inaona kama kwenda kumwona msaikolojia tiba ni jambo la aibu, jamii itanionaje? Lakini nina imani kadri ambavyo tunaendelea kupaza sauti na kutoa elimu, jamii ikielewa basi hata uelewa kwenye jamii ukiongezeka, itahamasisha watu kupata kufata huduma.